Katika mkutano mkuu wa mwaka wa makatibu wa afya Tanzania uliofanyika Mei 28, 2025 katika ukumbi wa Tanga resort Beach hotel. Mkutano huo ambao ulikuwa na ajenda mbalimbali ikiwemo kukumbushana wajibu, ambapo katibu mkuu wa Chama cha Wauguzi Tanzania ndugu chacha Geofrey John aliwataka watendaji wa afya nchini kufanya kazi kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na miongozo na maelekezo halali ya chama na serikali. Makatibu wa afya, sisi mnaotuongoza, tukimuona katibu au kumsikia katibu huwa tunaamini ni mamlaka. Hatukuchukulii kama James eh, e, Robi au mtu yoyote yule, tunakuchukulia kama mamlaka. Sasa kwa kuwa ni mamlaka, huwa tunaamini kwamba nyie ni watu mnaoamini katika sheria, kanuni taratibu miongozo na maelekezo halali. Lakini pia pamoja na hayo, tunaamini kwamba ni watu ambao e, ni faraja kwa watu ambao mnaongoza, kwa maana ubinadamu pia ni sehemu ya uongozi. Lakini tunaamini ni watu wenye misingi ya kiutu, kiutamaduni wa nchi yetu. Kwa hiyo wauguzi wanaamini kwamba kupitia makatibu wa afya mnaweza kutengeneza watu wenye nuru moyoni na sulani katika kutimiza majukumu yao ya kuhudumia watanzania kwenye sekta ya afya na kupata taifa bora lenye afya njema. Kwa hiyo tunawapenda sana na tunawakubali sana. Sasa, kupitia kuwaamini hivyo, wauguzi wana maneno machache ya kuambia kama sio mawili, anaweza kuwa matatu. Jambo la kwanza, nyiwe kama rasilimali watu, wauguzi wamekuwa na kilio cha kuhamishwa, yaani muuguzi anaweza akafika eneo la kazi akaambiwa, wewe leo unahamishwa kituo fulani. Kama katibu, tunakutarajia upitie miongozo yako, upitie ikama yako, ushauriane na muuguzi mkuu wa wilaya, muweze kuangalia ni kweli huyu mtu anastahili kuhama kwenda huku, bali sio hisia za mtu yoyote katika maeneo hayo. Tunatarajia mtende wema katika hilo, na kama hata mtu anahama basi, ahame kwa mjibu wa hiyo miiko niyohitaji hapo juu mnayoisimamia na si vinginevyo. Kwa hiyo ninaamini katika hilo mtaweza kulisimamia vyema. La pili, wauguzi katika nchi yetu wamekuwa na malalamiko ambayo nyie ndiyo watekelezaji wa miongozo ya utumishi wa umma e, mfano, unakuta muuguzi anasema mimi toka niajiriwe sijawahi kupata hela ya likizo au sijawahi kupata extra duty. Sasa wewe kama katibu tunayekuamini ni mamlaka ya kuona watu wako wanapata stahiki, lakini wanakuwa na moyo wa kufanya kazi, unao wajibu wa kuhakikisha stahiki hizo za wauguzi hao wanazipata na mmezikonsida katika budget. Kwayo, kwa hiyo kwa niaba ya uguzi Tanzania, niwaombe kabisa katika kuandaa budget e, e, ya nchi yetu kupitia wizara ya afya, hakikisheni mmefanya e, reconciliation na wataalamu husika wa uuguzi e, kwenye idara zenu na sio wauguzi tu, kwa sababu nyinyi msimamia wauguzi nasimamia wataalamu wote ambao wapo chini ya wizara ya afya ili waweze kupata zile stahiki ambazo zipo kwa mujibu wa sheria, kanuni, taratibu na miongozo. Na kama basi hazitekelezeki nyie, mmepewa mamlaka ya kutoa maoni yenu kwa mamlaka husika kwamba kitu hiki kinapaswa kufanya hivi, lakini kwa sasa hakiwezi kufanyika, tunaomba mamlaka mfanye moja, mbili, tatu. Ni vyema unapoongoza watu waweze kuwa na furaha, ili waweze kukupa output nzuri katika eneo unaloongoza. Kiongozi mzuri ni yule ambaye anaona watu hawalalamiki, watu hawateseki, anatimiza wajibu wake katika kuwatetea. Wakati mwingine tunapokuwa tumesoma, tumekuwa makatibu, unaweza ukachukulia katika hali ya kawaida ni katibu, lakini kiukweli hiyo mamlaka ulionayo ni mamlaka ambayo ni kubwa sana, ni mamlaka ya kusimamia watu katika kutekeleza majukumu. Hivyo mtu anapofika ofisini kwako anatamani amefika katika comfort zone ya kumsikiliza na kumtatulia changamoto yake. Kwa hiyo tujikite kuwa sehemu ya kuwapa furaha katika maeneo yao ya kazi na kuwa sehemu. Nawashukuru sana karibuni Tanga.